Uh, kwenye video yetu iliyopita ambayo nilirekodi jana nilizungumzia sana kuhusiana na hivi vitunguu saumu. Sasa leo ninataka tuangalie vizuri kabisa kuhusiana na tangawizi. Tangawizi ina umuhimu gani? Na unawapeje kuku wako? Kwa kipimo gani? Inatibu magonjwa gani? Kwa hiyo hivi vyote utajifunza kwenye hii video ya leo, isikilize mpaka mwisho wa hii video. Kwa kuanzia tu, ili ujue umuhimu mkubwa ambao tangawizi inao, kuna wale kuku ambapo wanakuwaga wanaanza kutaga wa matetea, mara nyingi sana unakuta wana wanapasuka eneo la nyuma yaani wanakuwa wana, wanachanika eneo la nyuma kutokana na e, mayai ambayo wanayataga. Sasa kama unawapa tangawizi kuku wako pale ambapo wanakuwa wanaanza kutaga, basi hilo tatizo linakuwa limeisha kabisa. Tena wanataga mayai makubwa ambayo a, bila ya kupitia hiyo shida. Sasa kuna vitu vingi sana hii nilikuwa nakupa tu kama utangulizi ambavyo tangawizi inaweza ikavifanya. Nisikilize mpaka mwisho kwenye hii video, ninakukumbusha pia uh, unaweza ukajiunga na kundi letu. Utaona namna ambavyo tunapokea vifaranga wadogo, namna ambavyo tunawalea, lakini pia kwenye kundi letu utajifunza e, jinsi ambavyo tunatumia tiba hizi za asili hapa shambani kwetu. Sisi ni zaidi ya miaka miwili hapa shambani tumekuwa tukitumia tiba za asili bila ya kutumia hizi tiba za madukani, kwa hiyo tunazijua vizuri sana. E, ukija na changamoto yako tunakwambia hapa, ukitumia dawa hii hapa, e, kukuwako wanaweza wakapona. Sambamba na hivyo ukiachana na hilo kundi, tunavyo vitabu vitabu ambavyo vitakusaidia wewe, vitakuelekeza kwenye mambo mbalimbali ya ufugaji. Kwa mfano tunacho kitabu cha na ufugaji wa broila. Kile kinakuelekeza namna ambavyo unaweza ukawalea na ukawafuga broila tokea kifaranga wa siku moja mpaka anakuwa mkubwa. Mle kuna hadi kanuni ya kuwachanganyia chakula broila, kama wamekuwa wakikusumbua kichwa broila e, chakula ch cha dukani, basi ukiwa na kile kitabu kitakusaidia. Kipo kitabu cha tiba za asili ambacho kinaelekeza namna ambavyo unatumia hizi tiba za asili ambazo unaziona una hapa eh, sisi ambazo tunakuwa tunazitumia. Tuna pia tunacho kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji hiki, kina mwongozo wote wa ufugaji wa kuku wa kienyeji kama una changamoto. Watu wengi wanafikiria kufuga kuku wa kienyeji hakuna changamoto, lakini kuna changamoto nyingi sana, zote zimetatuliwa kwenye hichi kitabu vilevile eh, vile. Tunacho kitabu cha safari ya ufugaji. Huu ni mwongozo bora kabisa wa ufugaji wa kuku wa chotara. Najua wafugaji wa kuku wa chotara ni wengi sana lakini, ukiwa kitabu, kita kupa, na hichi kitabu kitakupa huo mwongozo namna ambavyo unaweza ukawafuga hawa kuku wa chotara. Sasa bila ya kupoteza muda, nataka twende kwenye kazi za tangawizi. Tangawizi ina umuhimu gani kwenye ufugaji wa kuku kwanza kabisa tangawizi inawaboost kuku waweze kuwa na uzito mkubwa e. Kwa kiingereza tunasema uh, ina boost growth performance, yaani ule ukuaji wa kuku unakuwa ni, ni mzuri, unakuwa katika viwango ambavyo vinastahili. Eh, ile gain ya uzito, upataji wa uzito wa kila siku kuku anakuwa naupata vile ambavyo ina, inatakiwa. Kwa hiyo wale wafugaji wa broiler, kama utatumia sana tangawizi, unaweza ukawafikia uzito kuku wako ndani ya muda mfupi tu, wakapata uzito mkubwa. Aa, lakini pia sambamba na hilo ni, ni hii ina inaondoa sumu. Tangawizi inaondoa sumu kwenye mwili wa kuku. Wale wafugaji ambao uh, unajua kuna muda mwingine kuku unaweza ukampa hizi tiba za madukani mpaka ikafikia kipindi ukawa ukimpa dawa nyingine yoyote ile hasikii. Yani unakuta unapewa dawa sahihi za kwenda kuatibia kuku wako, lakini kuku wako anashindwa kupona. Kwa hiyo eh, kama unakuwa unatumia hii eh, tangawizi, tangawizi inakuwa ina, inaondoa sumu tena, kwa sababu umeshasikiliza video ya jana kama hujasikiliza nitakuwekea pale mwishoni. Ukichanganya kitunguu saumu na tangawizi, unaondoa sumu kwenye mwili wa kuku, na hivyo kuku wanakuwa wanakuwa vizuri kabisa. Uh, kazi kubwa hii inachochea sumu, yani inachochea zile enzimu. Hii tangawizi inachochea zile enzimu ambazo zinafyoza sumu kwenye mwili wa kuku, kwa hiyo Uh, mfano, mwili wa kuku wenyewe tu upo na nyongo. Nyongo ile pale ndio huaga inafyoza e, sumu kutoka kwenye mwili wa kuku. Huenda kiwango cha ufyozaji wa ile sumu kikawa ni cha chini, lakini ukimpa e, tangawizi inaenda kuongezea nguvu zile enzimu, na zikawa zinafyoza kwa kiasi kikubwa sumu kwenye mwili wa kuku. Sumu sio lazima kuku anywe sumu kama sumu, lakini pia hizi dawa ambazo tunawapa zinakuwa zina side effect, zinatengeneza sumu kwenye mwili wa kuku. Um, muda mwingine e, labda kama kuna stress nyingi mwili, mwili wa kuku unakuwa unatengeneza sumu. Kwa hiyo ukimpa hii tangawizi, anakuwa anaondoa sumu za mtindo huo hapo. Uh, lakini pia inaondoa stress, inaondoa stress. Stress ni msongo ule, yani kuku Uh, kuna kitu ambacho kinapunguza uzito kama stress, japo ukielezewa namna ambavyo stress inatokea kwa kuku unaweza usiamini, kama vile ni kitu ambacho kinaweza kamfanya kuku asikue. Kwa sababu kwa mfano, kukiwa kuna joto kali kuku anapata stress, kukiwa kuna baridi kali kuku anapata stress. Kitendo cha wewe kuwapatia tangawizi kuku wako unamfanya kipindi ambacho kuna jua kali anakuwa anajisikia hali ya hewa ipo safi, na kipindi ambacho kuna baridi kali anajisikia hali ya hewa ipo safi na kipindi ambacho kuna baridi kali anajisikia hali ya hewa ipo safi. Na kwa kuongezea tu, kipindi ambacho kuna kwa kuna baridi kali unaweza ukachanganya tangawizi pengine wale ambao mpo maeneo ya yenye baridi sana, Arusha, Njombe na maeneo mengine, e, muhimu mnatumia sana huu mchanganyo wa tangawizi pamoja na pilipili pili, utawasaidia. Lakini pia ina boost mayai. Kama umeshawahi kuona yale mayai yanakuwa makubwa sana, yani yai linakuwa lina viini viwili, basi kama utawapa tangawizi kuku wako utapata mayai kama hayo hapo. Pia ina inawafanya kuku wachangamke. Yaani kuku ambao unawapa tangawizi kwa mfano hawa broiler au au chotala unapokuwa unawafukuza waga, wanakamatwa kirahisi sana. Lakini kama unawapa tangawizi kuku wako, huyo kuku hata kumshika ni mtiti. Yaani kwa mfano hapa unaona, mimi ninamfukuzia nina, nina, nina huyu kuku wanakimbia yani, ni kuku fulani wanakuwa wamechangamka sana, hata kama ni wa kisasa wanakuwa na hizi e, tabia kama za kuku wa kienyeji, endapo utakuwa unawapa tangawizi. Kwa hiyo kuku anakuwa amechangamka sana sana sana, kama hivyo ambavyo ninaongea. Na kitu kingine muhimu sana ambacho a, nilitaka kukisahau bwana, tangawizi, tangawizi inatibu mafua ya kuku vizuri sana, tena kama kuku wako wana mafua ya kukoloma Chuja kama itwange, chuja mchuzi kama hivi kwenye kijiko unavyoniona, na chuja hivi, chukua huu mchuzi hivi, mnyweshe kuku wako, anapona safi kabisa. Ah, hapo unaweza kubonyeza kwenye hiyo logo ya WhatsApp, ikakupeleka moja kwa moja kwenye WhatsApp kama unataka mawasiliano na sisi. Lakini kama hujaona video ya jana ambayo nilizungumzia kitunguu saumu, basi ni hiyo hapo, unaibonyeza unakwenda kuitazama hiyo video, nazungumzia kuhusiana na kitunguu saumu.